Tumesema sasa tutaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya mtungi ya gas. Hey, waacha kelele ile ya kilo sita, mnanunua 2500 2800, tutaishukisha chini mpaka shilingi mia tano ama mia tatu. nguye, nguye, nguye. How can you suddenly become very clever? Sudden umekuwa very clever. Ndio barabara itoke Mandera ikuje Ramo, badala ya kazi ni mudomo mudomo mudomo mudomo mudomo mudomo. Ikuje Elwak, ikuje Kobo, ikuje pale Kotulo. Wewe ndio unaweza kila kitu? Ah, wapi. Ikuje Tarbaj, ipitie hapa Wajia, nyamaza. Ikuje Elwak, ikuje Kobo. Ngwe, ngwe, ngwe, ngwe. Utaishikisha chini mpaka shilingi mia tano ama mia tatu, tutaweka pesa ya serikali mwizi ekaso. <coughs> <coughs> hii mambo ya makelele kila saa kichwa yako ni makelele makelele. Watu wawache upuzi, watu wawajia. Mnakubali twende hiyo barabara ama nyinyi mko na mpango gani? Wewe ukituma hiyo vijana tena kutukana Uhuru Kenyatta, saa ingine unatukanwa, lazima kuvumilia. Kama mimi silali, hata nyinyi hamtalala. Mara ngapi? Tuelewane vizuri. Tuelewane vizuri kama ningekuwa na roho kama ya panya. tu ba nyinyi. Unajua mimi sasa siku hizi mimi sina ma story mastori mingi. Mimi minaangalianga tu TV <laughs> Na nakusikia radio tu eh. Tumesema sasa tutaweka pesa ya serikali, nyamaza we kuri.